Baba Askofu Padre Everest, Busuye mheshimiwa sana mabadekano, waheshimiwa wapemba, Padre, watawa, viongozi, makatekista, watumikiaji, viwawa, mahujaji jubilei 2025, mahujaji katika matumaini, mahujaji katika matumaini. Haleluya. Yeah. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyote mahali hapa katika kanisa la hija ndani ya dekania yetu na kuwapongeza sana kwa hija inayohitimishwa kwa misa takatifu inayoongozwa na mgeni wetu rasmi makamu wa baba askofu. Katika misa hii takatifu tunamshukuru Mwenyezi Mungu zawadi ya maisha na zawadi ya ushindi wa Kristo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia kama kanisa kwa kumpata Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika nafsi ya kila mmoja, hasa zaidi sana kwa mahujaji kutoka ndani ya dekania yetu mlioshiriki, na hatimaye leo hii tunapoadhimisha kwa pamoja misa ya shukrani

jalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe aima adani wala tusifadhaiki na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina e, Yesu Kristo niyewavyyani mtume wako Amani wa amani, awacheni amani yangu apa, usitazame dhambi zetu, na imani ya kanisa lako, upende kujali ya amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe amani, aiwe daima nanyi. Yes, ni Super Brand Spark Saturday. St. Vedasto TV tukiwa live uh, katika kituo cha Hija uh, katika kanisa la Mtakatifu Paulo Mtume Mlera Buhigwe. Uh, nipo na viongozi wa nguvu ambao kimsingi wamehudhuria mwanzo mwisho uh, kwenye hili kongamano ambalo limefanyikia hapa uh, parokia ya Mlera Buhigwe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Unaitwa nani? Naitwa Jetruda Hermani Nikolausi kutoka kigango cha Bweranka parokia Mtakatifu Pauli Mtume Mlela. Anaitwa Harman Salvatori Malimali, ni katibu wa viwao parokia Mlela, lakini pia ni mwalimu wa kwaya uh, kwenye hili eneo ambapo kimsingi ndipo uh, watu wamehudhuria uh, kwenye kongamano ambapo kimsingi limeongozwa na mafadha uh, katika mafundisho mbalimbali na kurejea runinga Saint Vedasto TV. Moja kwa moja unajisikiaje kuwepo hapa? Kwa kweli kwanza kabisa namshukuru Mungu kwanza kwa kuwa umetuongoza na kutujalia kuweza kushiriki hija hii ambapo kabisa ni bahati na neema katika parokia yetu mtakatifu Paulo Mtume ambayo ni kituo cha hija katika jimbo letu. Najisikia furaha na amani katika maf mafundisho na masomo tuliyofundishwa na mafadha wetu na dokta na pia na watu wa mazingira tumejifunza vizuri mojawapo akiwemo masomo umuhimu wa utoaji zaka na sadaka na umuhimu wa Ekaristi Takatifu. Namshukuru sana Mungu kwa yote ambayo ametujalia na tumejisikia vizuri yeah. Asante sana ah, wewe unajisikiaje? Oh, kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili la hija ambayo imezikusanya parokia sita zinazounda dekania yetu ya Muhinda. Unajua ni furaha ya pekee sana, ndio maana hata ukisikia sauti yangu kabisa yani inaonesha wazi kabisa kwamba mtu alikuwa na vibe la kutosha yaani, Kipozi. Kile ambacho mtu ulikuwa unakitamani kukipata sasa umekipata, sasa hiyo furaha, hebu tazamia hapo kwamba hiyo furaha wewe unaionaje? Yani kwa jinsi kwamba unakuwa unakitazamia kitu, lakini kubwa zaidi nilichojifunza uh, ni pale ambapo kwamba tumepokea mafundisho yanayotulinda sisi ama yanayotujenga sisi kama vijana, tujitambue, tujue kucheza na imani tuifahamu zaidi imani lakini pia tujitambue kwamba tunapaswa tufanye nini kama vijana ambao sisi ndo kanisa la leo na la kesho pia. Kwa hiyo ni furaha kubwa, nenda mwisho wa kuambia watazamaji wa St. Vedasto TV, kwanza tunawapenda sana na tunawashukuru kwa kuendelea kusapoti chaneli yetu hii kwa sababu mm. ni chaneli ambayo kimsingi kabisa mm. inatambua uwepo wa waimbaji na vipaji vya watu tofauti tofauti. Kwa hiyo waendelee kusubscribe kama hivyo, waendelee kulike na kucomment, lakini pia wakishare, inakuwa ina, inaongeza ina, ina umuhimu wa kuona zaidi kwamba watu wengine wanafanya nini, tunajifunza zaidi kupitia chaneli hii. Hapo asante sana, asante sana dada. Hapa unajisikia, anajisikia furaha lakini Umeshakula. Asante sana hili runinga. Ni nikiripoti kutoka katika kanisa la Mtakatifu Paulo Mtume, ambapo ndipo kituo cha hija. Ni mimi St. Vedasto runinga ST TV. Tumsifu Yesu Kristo.